Hapo hapo basi, nilikuwa naona kutengeneza matofali ni kazi ngumu, hivyo tu peke yake. Asawe kwa siku uweza tengeza matofali mangapi? Kwa siku nikiwa hivi, hivi, free. Eh. mia mbili na mia tatu kwa siku. Kwa siku. mia tatu tofali tayari, una vile ametengeneza yake huko Mtoni gama nishemeji yangu angu u Ah. Uh, wife, wife. <laughs> Yeah. Bibi Rama, yeah. Rama ako na bibi Rama ni shemeji yangu, ni best ya mume wangu, sikasema lo Ayaya nanichekesha, nikuwa sema atarama ashapata bibi yeah, niko bibi bibi arama. hmm. Mungu wangu Kana bibi ya uh -uh. Kazi. oh. hmm. Lakini kazi ya matofali, mtu akiwa mvivu tu mwenyewe juu, hata sio kazi ngumu sasa huu ndio mchanga mneka na ka... maji maji, asa maji, anakaa maji. Ni mchanga mgumu ama mchanga tu mwepesi? Usiwe mwepesi wala usiwe mgumu, yeah. na mbona haya hapa yameanio yame yameharibika, me... ya yeah. yeah. Oh, na ulikuwa ushachoma usha ama ilikuwa bado? O oh, sasa ndo unamtengezea matofali yake. eh uh, uh, oo oh. Oh, zile za kuchomea ndani hmm, Nakuja mzee ameenda, ame ako busy kiasi ako, busy cares, ako hmm, kazi, kazi. hata hmm. nitampigia kama tunarudi aje yatu atuchukue hmm. hmm. hmm. no, ataka wataka kwa wapi kwani hauna bibi bado? Wewe, umri huu, hauna bibi? Acha uongo bwana. au sijali, utapata bibi kwa jina la kwa jina la Bwana ama la nani? La Bwana. Wewe ni Mkristo? Mkristo. Ah, basi wewe ni kwa jina la Bwana utapata bibi hmm. kwa kwao oh, kwa jina la Mungu. <laughs> Kumbe ni kumbe, unajua na kuniambia ni kwa jina la Mungu.